nifanyeje biashara gani? nifanye biashara gani? Kabla hatujaenda kwenye mbinu, elewa kanuni hii moja: biashara siyo bahati nasibu, biashara ni sayansi ya kutatua matatizo. Sasa mbinu ya kwanza inaitwa fomula ya pembe tatu, au kwa Kiingereza the sweet spot. Wajapani wanaiita ikigai lakini sisi tutaita pembe tatu za pesa. Ili biashara iwe sahihi kwako, lazima iguse mambo haya matatu kwa pamoja, ambayo ni muhimu sana. Moja ni kitu unachokipenda au kwa Kiingereza unasema passion. Je, ni kitu ambacho unaweza kukifanya hata kama hulipwi leo?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 hiyo ni hobi tu, na sio biashara. Biashara sahihi ni pale ambapo mapenzi yako, ujuzi wako na pesa za watu vinapokutana. <muchas> mbinu ya pili inaitwa jaribio la pochi au kwa Kiingereza the wallet test hii mbinu ya pili inahusu kuacha kudhani na kuanza kuuliza pochi za watu. Tatizo la wengi ni kuuliza marafiki na ndugu, hivi nikianzisha biashara ya juisi itatoka? Rafiki yako atakwambia ndiyo, itakuwa poa sana ili asikuvunje moyo, lakini huyo rafiki hana mpango wa kununua. Jaribu kufanya the wallet test. Nenda kwa watu usiowajua, hawa ndio wateja wako halisi. Waulize maswali ya kimtego. Mfano, usiulize je, mtapenda nikileta juisi hapa? Badala yake uliza mnakunywa nini wakati wa chakula cha mchana, na mnatumia shilingi ngapi kwa kinywaji? Kama wanakwambia wanakunywa maji ya bomba kwa sababu hawana bajeti ya kunywa au ya kinywaji, basi biashara ya juisi ya elfu mbili hapo haitafanya kazi, hata iwe tamu vipi. Sikiliza soko linataka nini, sio wewe unataka kuuza nini. Mbinu ya tatu inahusu kuanza kidogo. Usiweke mayai yote kwenye kapu moja kabla hujajaribu. Kabla hujakodi fremu ya miezi sita, kabla hujanunua mashine ya za mamilioni, tengeneza MVP, yaani minimum viable product. Hii ni visheni ndogo ya biashara yako. Unataka kufungua mgahawa?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 na wanarudi tena, basi hiyo ni green light kwamba biashara yako au biashara hiyo ni sahihi, na unaweza sasa kuwekeza mtaji mkubwa. Kwa hiyo usikimbilie kuanza biashara kisa umesikia inalipa. Tumia fomula hizi tatu nilizokueleza: moja hakikisha inagusa pembe tatu ya pesa, yaani unapenda, unaweza na inalipwa. Mbili, fanya utafiti kwa kuuliza maswali sahihi, yaani ile tunaita wallet test. Na tatu na ya mwisho ni kuwa anza na kidogo kupima maji, yaani MVP. Kwa kumalizia, nina ni wito hapa. Sasa nataka nikusikie wewe. Kati ya mawazo yote unayofikiria, ni wazo lipi unahisi linakidhi vigezo hivi vitatu? Liandike kwenye comments hapo chini nami na nitapitia na kukupa ushauri kama linafaa au halifai. Kama umepata kitu kipya leo, tafadhali like video hii ili wafikie vijana wengi zaidi wanaohangaika kujiajiri. Usisahau kusubscribe na kwa kubonyeza hicho kibofya cha subscription na tukutane kwenye video ijayo ya mafunzo ya biashara.